Wazee, wazee, wazee, sauti ya Ronaldo CR7 hapa, sauti ya King of Dar Max, wazee, wazee. E, nilikuwa niko kimya kidogo e, kwa muda. Kwa hiyo nilikuwa naomba radhi mashabiki zangu wa chaneli mnaofuatia chaneli za The Scientist Tree of the World. E, leo nimekuja tena kuwapa kitu kipya, kitu cha zamani e, ambacho ni mojapo ya ngoma ambazo kwa uchache nishae kupataga e, zidi ya nduli e, Miaka miaka hiyo e, nduli nilimwanzishia tege e, nikashika meja akashtua hiyo e. hii tege ilikuwa mwaka elfu ilikuwa mwaka elfu ngapi? ilikuwa mwaka elfu mbili na kama na kumi na kumi na tisa hivi elfu kumi e, na tisa e, na ishirini e, nilikimbiza e, nduli akashtua elfu mbili kumi na tisa e, na kumi na nane tege ambayo nilimuua nduli nikaweka hapa e, sasa hivi wanacheza sana hii, lakini e, kipindi hicho ambacho ndio naileta nduli alitoka na mtoto wa pasi hata nikamwekea, nduli akaunga, nikamwekea nduli akapiga buti au piga buti e, nduli nikamwekea hii hapa, kwa maana hiyo hapa e, alipoezi kuweka nitampiga tatu hapa, alipoezi kuweka nitampiga tatu hapa e, ikweza kuweka ntampiga tatu, hata e, hikweza kuweka tampiga tatu kukata. Kwa hiyo hapa nduli alicheua alafu akalenga na, mimi nikamcheua afu nikamwikia hii. Kwa hiyo hapa e, nduli akaona bao lake litakuwa baya, sababu hii bado haiji e, hii haiji, utampiga e, hii akija na utampiga Hiya, yapa, tatu, eh, japokuwa, da, japokuwa ana, hii akija hapa maanake unaweza ukampiga tatu, japokuwa Dali Max anaikimbia hizi tatu keta. Dali Max anaikimbia, kwa hiyo hapa nduli alichokifanya alipiga buti nikamtema nikamzungusha hizi mbili. Nduli akaweka nikamshtua akaweka kaweka hii ndio ilikuwa mwanzoni, mwanzoni kabisa akaenda nikakimbiza nduli. Hapa chokifanya kaweka kingi hapa hapa ndio akashtua nikatema Nduli akaenda nikaingia, Nduli akaenda nikachukua kingi kaeka hapa, Nduli akaangusha hapa kingi, nikachukua kingi kaeka hapa, Nduli akaingia huku nikaeka hii, Nduli akaeka hapa nikaeka hii, Nduli hapa aka akaweka hapa, nikachukua nikachukua ikele nikaeka hii, Nduli hapa akashtua nikaudi huku, Nduli akaenda mwisho nikaeka hii hapa, kwa hiyo Nduli hapa ikabidi